Una dakika zitumie, kuperuzi kifurushi cha pindua pindua cha kupa pindua, piga nyota 149 nyota 01 alama ya redi, chagua pindua pindua. Vodacom, power to you. Nikiwa na mtoto mtoto mkali na nataka ujue kinachonikosha kwako dada, he, rangi yako ya dhahabu mjeledi inani sulubu kweli hivi deadly, na haujipangi sana huko redi, napo kuitaji popote upo ready protocol, nipo ndani ya Global TV baby. Mimi ni G Warawara the Kankara, Finest of era. You already know that. Uh, energy, tukianzia kwenye production ni production ya ya Lufa na mixing amefanya Chizani Brain, mixing ya wimbo na kwenye upande wa video amefanya Hans Kana. Na most of the time unajua, mimi sipendai kutaja sana costi za za video zangu sababu wakati mwingine ukisema watu wanaona kama una, unajikuza sana ama wakati wengine wanakuwa kama unawapa changamoto, labda wasanii wengine wa mtaani, kuna kwamba kujaribu angalia mahitaji ya watu ambao tunapelekea muziki, mahitaji ya ya wateja wetu ni zaidi ya jinsi ambavyo tunaachia nyimbo. Kwa hiyo wano maana kwa, unaweza um, ukaona aslehi katoa nyimbo nyingi na zote zimefaa vizuri, kwa sababu watu wanahitaji nyimbo mtaani. Mi nimetoa ngoma um, nafikiri, kwa umwakanka, nimeachia ngoma tatu tu, na ambazo mi naziona bado hazikufikia kwenye malengo yangu, nilikuwa nahitaji kuachia kama ngoma sita mpaka mwaka unapoisha, kwao labda zitatoka nyingine pia. Nafikiri mahitaji ya watu ni makubwa, kwa hiyo watu wenye uwezo wa kuulisha watu na bidi tuendelee kuwalisha watu, na vivyo kwenye upande wa biashara wa mtu mmoja mmoja pia unakaa vizuri, kwa hivyo sio kitu kibaya. Uhusiano wa wa, wa, wa, Weusi na mimi ama uhusiano wa, wa, mmoja wetu kufukuzwa katika kampuni sio kitu cha ukweli, na namna ambavyo sisi tunafanya kazi hatutegemeani e, sana sisi kwanza wenyewe tunasimama kama solo artist and then kampuni inakuja baadaye. Tuna video nyingi tu ambazo labda uh, Nikki pia kafanya mimi sipo, Joh Makini kafanya Nikki hayupo mimi pia sipo. Kwa hivyo ni mfumo tu na inatokea. So uh, kila video lazima tuwe wote, kwa sababu pia uh, kila video ina script ya tofauti lolo, na na shetani anaingia kwenye ile project project sababu ile project ina Product placement ya uh, uh, bia ya Kilimanjaro na bia Kilimanjaro iko tayari na project pamoja na Sheta na Shirole. Kwa hivyo na uh, video yangu ikawa imewa combine kwa pamoja kwa sababu ni watu ambao walikuwa kwenye hiyo project. Mimi na Alikiba kwanza ni washikaji, kwa hivyo hapati ya ya, ya kwa wasanii ni washikaji. Na Alikiba ni msanii mkubwa, msanii mzuri. um, na vitu vingine vinatokea kama freestyle kwa sababu tulianza kufanya show kwa pamoja kwenye baadhi ya show za Fiesta tumefanya kwa pamoja combination ambayo watu walipenda. Kwa hivyo ile feeling ikawa bado inaendelea kuzunguka around. Kwa hivyo tulipokuwa kwenye Fiesta ya Mbeya uh, mimi nilienda tu studio fulani Mbeya ya producer anaitwa Old Paper ambaye alifanya hii beat ya Seduce Me cover yake. Um, nikawa natengeneza tangazo fulani and then baada ya kumaliza tangazo akawa ananipigia tu beat niendelee kuchagua. Alipopiga hiyo beat basi hiyo feeling ikaja ya yeah, Seduce Me cover ambayo ndio hii hapa sisi wote tunaisikia. Feeling ilipokuja unajua, uh, namna ambavyo muziki sisi tunatengeneza ni kwamba kinapokuja kitu ambacho unakiona kinafaa kinakuja kwenye upande mzuri, waga tujizui na waga tujiulize mara mbili, kwa sababu ndo kazi yetu ya kila siku. Na feeling inapokuja huwezi kujua nini kinatokea mbele. Kwa hiyo namna ambavyo feeling inakuja tukawa tunaendelea kuandika na muziki mzuri ukawa unaendelea kutokea, na ndio kitu ambacho kimetokea, muziki mzuri umetoka na watu wanapenda kitu ambacho kimefanyika. Hilo ndio lengo haswa. Um, <coughs> swala, <coughs> swala la swala la kufanya cover sio swala ambalo yani mtu inabidi ujiulize sana, na mimi kama nilivyokuambia hapo nyuma ni kwamba sisi nami namna ambavyo hata mimi natengeneza muziki wangu, kitu kinaponijia hapo hapo nakitengeneza. Yani si sina muda wa kujiuliza kwamba Um, iki kwanini kwanini kikifanya iki kwanini, sida muda yani, kama kitu kimekuja kizuri na kiona kizuri kinafaa kwa masikio yangu, naona kitafaa pia kwa wananchi, na kitengeneza na kipelekwa kwa wananchi. Sio kitu ambacho kwenye, kwenye muziki sisi hatuna ni kwamba ile kuwa na feeling afu uanze kujiuliza, labda nikifanya na hii itakuwa hivi nifanye. Hapana, ni muziki na muziki ni mzuri, basi unawapa watu. Watu wengine ndio watakuwa wanajudge sasa kama muziki ni mkali ama vipi, lakini at the time muziki unatengenezwa, muziki ukiwa mkali waga si atujiulizi mara mbili e, mwenyewe kwanza, ndo nafikiri walikuwa watu wa kwanza kabisa kusikiliza, kwa sababu tulikuwa mbea na tulikuwa, nilienda kutengeneza siku moja kabla ya show, kwa hivyo tukakutana kwenye lunch, nikamsikilizisha akapenda, akasema imalizie, and then uongozi wa isikilize kusikiliza kiona fresh it na iachia, ndo kama hivi, wamesikiliza wakakubali, tukaachia kazi na kazi sofa, nafikiri inaleta gumzo kwenye kundi letu. Uh, la Weusi kampuni, uh, utaratibu wa kufanya kazi ni huo huo tu kabla uja, uja release kazi, tunakaa tunaisikiliza, tunaikagua, kuna kitu cha kuongeza, kuna mtu nahisi labda anaweza um, vizuri zaidi, tunafanya hivo. Na mara nyingi miziki yetu mingi tumekuwa tunaisikiliza kwa pamoja, kwa hiyo tunakagua, hii itoke, hii sitoke hii, hii fanya hivi, subiri kidogo. Na pia kwenye swala la video hivo hivo tu lazima tusikilizishane tu kazi kwa sababu tuna, tuna uhakika na masikio yetu yote matatu, kwamba masikio matatu ambayo anajua kitu kizuri ama manne matano ikisikiliza kazi ambayo uh, tukaikubali si binafsi, tunajua kabisa ikienda mtaani taenda kufanya vizuri. Ref ya jina yako nje ya mziki ni mtu wa kawaida kabisa. Uh, chakula anachokipenda, mimi napenda kula wali, washikaji zangu wengi wananijua mi napenda kula wali maharage nini Um, eh, mi ni mtu wa kawaida amka asubuhi, na mitikasi yangu mingine, na duka langu la nguo liko Arusha, ni balozi wa Nuru Kofi. Kwa hivyo hiyo michakato yangu ya kila siku, nikiamka na cheki huku, na cheki huku eh, yeah, you know studio kuangalia mambo ya kahawa yanaendaje yeah. Boy kuangalia duka linaendaje, mazoezi kidogo. kilichofanyika ni kwamba nilikuwa tunamwelekeza unajua, ni bwana mdogo, kwa hivyo nilikuwa najaribu kumwelekeza katika njia ambayo ya usahihi kwamba usifanye hivi usifanye hivi, na wakati mwingine joba mdogo akiwa anakosea bila kumkaripia kidogo, anaweza akawa narudia tena kwa sala ile ile. Kwa hivyo nilichokifanya mimi nikamkaripia kidogo, bana, unachofanya hichi sio sahihi, jaribu kupita katika njia ambayo tunaona ni sahihi, kwa sababu namna ambavyo mtu anaweza kufanikiwa kimziki, so um, kutafuta labda matatizo na watu wengine ili watu wakuzungumzia ili uweze kufanya vizuri na vitu kama hivyo. video Um, uh, ya nuru haijatoka, uh, lakini hivi tunavyoongea sasa hivi ndo niko kwenye mchakato wa kufanya video kwa sababu naamini nuru ni wimbo mkubwa na ni wimbo ambao mimi mwenyewe naukubali sana. Kwa hivyo video yake inakuja muda si mrefu. you know, mimi sijui mimi kila, kila kitu kinachonitokea kwenye, kwenye maisha yangu ya kila siku naona kama ni, ni na kama, na kama ni kitu cha kawaida tu na kilipangwa kitokee hivyo, na hata kama ni changamoto ya kiasi gani, najua tu kwamba ni kitu ambacho kimetokea na kitapita kama vitu vingine. Kwa hivyo yani, sina kumbukumbu exact kwamba kuna kitu fulani kilitokea kikakuumiza sana, ama kitu fulani kilitokea kikakufurahisha sana. Inakwaga yeah, tu hivyo yeah. Kwenye maswala ya mwonekano, maswala ya mavazi, maswala ya mashindano, mimi sipo kabisa. Mimi mara nyingi mi napenda mavazi, na siangalii fulani kavaa nini ili minivae. kitu ambacho naona kinanifaa, na kitu ambacho naona kipo kwenye style, na kitu ambacho mimi nitakivaa, yani navaa kitu ambacho nakiona kitanipendeza, na nakiona kitu kiko kwenye fashion ambayo minaipenda. Mi amiliki gari tu ya kawaida tu, sio gari ambayo ni gari ambayo inaweza kusema ni gari itaingia kwenye kompetishen ya magari ya watu ambao wanaendesha hapa mjini, gari tu ya kawaida yameondoka. Ya, a kila siku, ntaoa Mungu akipenda, lakini na mchumba. Ya, so mchumba, sijui mchumba ni mpaka umvaishe pete na girlfriend. Mimi nina plani za kuoa lakini plani zangu sio za sasa hivi, kishafika muda wake zitaonekana tu na itaonekana kwamba anaelekea saizi kwenye mpango wake wa kuoa, lakini kwa sasa hivi bado kidogo na jiseti. Nina girlfriend ambaye na mipango naye, kwa hivyo mipango bado haijafika muda wake. Muda wake ukifika, tutaoana. Ya, na kila kitu kitakaa kama ambavyo mnavyotarajia vile vile msichana ambaye ataniletea Mungu ndo msichana ambaye nitamwoa. Kwa hiyo vigezo vinavyofuata kutokana na Mungu, kitu ambacho ataniletea kwa sababu ndio kusaa kusema sijui nataka msichana mwenye chura, nataka msichana aina gani nataka msichana aina gani? Msichana ambaye ataniletea Mungu ndo msichana ambaye mimi nitamwoa, na na msichana nafikiri ambaye Mungu kaniletea ndo huyo ambaye naenda kumwoa. Um, kwenye masuala ya video na warembo ni vitu ambavyo sisi tunafanya kila siku na tumesha vizoea na unajua ile ni ofisi yetu, na utaku, usema kwamba nataka kutembea na msichana huyu kwenye video hii, nataka kutembea na msichana huyu kwenye video, wasichana wanakuja warembo sana kwenye video. Utaka kusema anatembea na wasichana wote kwenye, video, kwenye, video, kwenye, kwenye, kwenye kila video ambayo una shoot sasa ni kama unaweza kuamaliza. Kwa hiyo kimsingi sisi tunachukulia kama ni kazi na tupo sisi na ofisi. Kwa hiyo Tanzania tumebarikiwa kwa wasichana wao wachache wa ambao wanafanya vizuri, kwa hivyo nikianza ku kwamba namkubali huyu namkubali huyu. Mara nyingi tumekuwa tunajaribu kua wasichana wa, waendelee kuingia kwenye, uh, tasnia ya mziki ili kuwa kuna uwiano sahihi, ama tuweze kutanua wigo wetu mzuri zaidi kwenye, kwenye mziki. Kwa hivyo, nikianza kusema na, na mtaja fulani namkubali na wakati mwingine pia naweza nikawa namkubali mtu kutokana labda na kazi husika, labda akatoa kazi fulani nzuri nikawa napenda kazi nyingine akatoa mbaya. Kwa hivyo, ni of course mahusiano ya watu ni mahusiano ya watu, na wakati mwingine ukiingilia sana mahusiano ya watu, ni maisha ya watu, unaelewa. Wote sini washikaji zetu na leoote, sisi mahusiano yao hayatuhusu, haya, haya, haya sana kwa ndani. Kwa Vannesa na, na, na Jux, mahusiano yao sisi hayatuhusu. Sisi ni washikaji zetu na wanaendelea kwa washikaji zetu. Kwa hiyo mambo yao ni mambo yao, and then mambo yetu sisi na wao ni mambo yetu sisi na wao. Kwa hiyo washikaji huko pale pale, ila kwenye maswala ya mahusiano kila mtu anajua namna ambavyo anadili na mahusiano na mi naamini kabisa kizuri waga kinajiuza, kwa hivyo kila kitu kinaenda smooth. Uh, watu wakipenda kitu watakitafuta sana. Sana tu ni kukifanyia promotion, na lazima ufanye promotion ili watu waweze kujua kazi yako. Kwa hivyo, sisi hatushindani kwenye viewers. Sisi tunafanya tu promotion, tunaendelea kuwapigia mafanzi wetu kelele, waende kwenye biographies zetu waangalie kazi zetu, waingie kwenye uh, mitandao ya kijamii yote YouTube wapi everywhere, watafute kazi zetu ndo tunapush, lakini hatununui violi. Life is too short for bad energy, usijipe stress. Bad energy, kata kiringi cha bad energy. Oh, me like that way, me like my way. Sisujudi kwa mtu, mi kwa muumba tu na kunjaga sura nikiwa toileti tu na uzaga sura nikiwa kwa videos tu Maisha ya niwezi napigana nayo tu. Ela zangu zipo njiani mm. Kwenye Instagram page yangu unaweza ukanipata kwa Jinako Warawara, kwenye Twitter vile vile, at Jinako Warawara YouTube vile vile, Jinako Warawara. Kazi yangu mpya Energy video imetoka, audio imetoka. Audio unaweza kuipata mkito.com na video unaweza ukaipata kwenye YouTube ingia subscribe, G Nako Warawara vile vile kwenye bio yangu ya um, Instagram at G Nako Warawara, bonyeza kwenye bio pale, itakupeleka moja kwa moja mpaka kwenye video. Sibuka Loto, tumerudi tena na sasa tuna selema kwa elfu baada ya miaka kumi. Sibuka FM imerejea tena kuwaunga mkono wakulima na wadau wote wasibuka nchini kote. Jishindie trekta aina ya John Deere 5065, boda boda 15, pampu za dawa 50, radio 100, majembe ya ngombe 50 na zawadi nyingine kem, kem. Jinsi ya kuselema kwa elfu, piga namba ya mwamalo wa Mpesa kisha chagua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 Tanzania mara ya kwanza kabisa kusikika nchi nzima, unapindua pindua matumizi ya bando. Vijana kuperusi, kipyo kuperuzi kote utakavyo. Kama una dakika zitumie kuperuzi, una mbi unawaza kuongea. Pindua, pindua. Pindua. Pindua. Pindua, kifurushi cha pindwa pindwa cha kupa pindwa. Unit pata pindwa unit tena pindwa unit. Uhuru ni wako, dakika naembi ongea upendavyo Kakafi, uhuru ni wa MB na dakika kakafi. Kwa mara ya kwanza kabisa Tanzania, pindua units zako kuwa dakika au MB au SMS unavyotaka. Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reri, chagua pindua pindua. Vodacom. Power to you. Katika kuhakikisha unahabarika na kuburudika muda wote, Global Publishers The House of Favorite Newspaper imekuletea application inayoitika kwa jina la Global Publishers. Ndani yake utakutana na shehena ya habari za papo hapo, kutazama Global TV, kuenjoy burudani ya muziki kusoma magazeti yanayozalishwa na Global Publishers, vitabu vya kusisimua vya mwandishi na mtunzi Eric Shigongo na michezo. Vyote hivi viko kwa ajili yako kwenye application moja tu, ni Global Publishers. Ingia sasa Google Play na App Store na udownload bure application hii ya Global Publishers, ufurahie na kuwa wa kwanza kuhabarika. Global Publishers, the house of favorite newspaper.